Mtazamaji basi, taarifa hizo zinakujia muda wa nusu saa hivi kuanzia sasa. Lakini karibu katika jamvi la utesi ugani, ambapo tunaangazia spoti. Fainali za timu kumi na saba zimekamilika kaunti ya Garissa. Michuano hiyo ya soka iliandaliwa kwa muda wa mwezi mmoja hivi, ilikuwa ni ya kuleta uwiano kwa jamii hizi za hapa kwa kuhubiri amani. Hamza Yusuf alihudhuria fainali na kuandaa taarifa ifuatayo. Red Eagles na Ngamia ndio timu mbili zilizosalia katika mchujo wa timu kumi na saba zilizoanza dimba hili, na hii leo kipute cha fainali kuandaliwa kati ya wawili hawa. Mechi hizi zilizoanza zaidi ya mwezi mmoja uliopita ziliandaliwa hususan kwa sababu ya kutulia pondo, juhudi za usalama katika eneo hili, huku vijana wakiletwa pamoja kuhubiria amani na umoja kwani wengi wana imani juhudi za wengi ndizo zitafanikisha usalama katika kaunti hii. Wakizungumza na KTN wakati wa kuzindua rasmi fainali hizi, viongozi hao walisema suluhu ya kudumu itapatikana endapo ushirikiano kama huu utakuwepo baina ya wenyeji na maafisa wa serikali. You cannot use forces to beef up security, you can only

ya kuandaa michono kama hii na ni hao wanaopaswa kubuni sera mwafaka za kuunda viwanja na kutilia mkazo usalama we only have this pitch in the entire county we don't have gyming facilities we don't have swimming facilities we don't have volleyball grounds in this, we don't have cricket ground in this uh, county so we are urging the national government to intervene and provide facilities so that our youth can be engaged polisi wameshika doria maeneo tofauti huku magari haya yakiwa ishara tosha kwamba kama washikadau hapa hawataki masihara baada ya dakika tisini kukamilika redi gols waliibuka washindi wa dimba hili la garissa pis kab hamza yusuf ktn leo michezo katika uwanja wa shule ya msingi ya garissa